Mkutano huu hautakuwa na vurugu, tutafata taratibu za kikatiba za kisheria za uitishaji wake, lakini tunamwomba brother brother, yanayokuhusu BMT yasimamie, yasiyokuhusu tuachie Simba. Hivi BMT ishawahi kutuletea ungangano? BMT inajua wachezaji hao tunaolipa vipi mishahara? BMT ishawahi gani Simba inasema lazima wabadilishe mfumo wa uendeshwaji licha ya BMT kuleta vikwazo. Mbona majukumu yake ambayo sasa Kiganja ameageuza kwamba ni migogoro tu. Simsikii mahali Kiganja isipokuwa kwenye mgogoro wa baisikeli, chama cha ngumi, Yanga Afrika. Humsikii kwenye development. Hivi hivo anajua project hizo nazo Simba Mr. Gumba serikali, lakini katika hili la mabadiliko ya katiba hatuna cha msalie mtume. Haja ameongeza kuwa mkutano wa mabadiliko ya katiba upo pale pale, na mabadiliko yatakayofanyika lazima yaheshimiwe, kwani wanachama ndiyo wameamua. Hatuna mdhamini, hatuna permanent mfadhili, anajua hilo yeah, zinapatikana wapi? safari timu kuiweka kambini kwa siku moja haipungui two millions. hasi haipungui, Kiganja, unakuja katika watu anda kuweta timu sasa, kuiweka klabu katika muundo wa kisasa utakaoleta faida kwa klabu na kwa timu hutaki. Na bahati mbaya ametofautiana na waziri wake. Waziri asubuhi kasema vizuri sana. Kiganja, jioni anakuja anasema, ule mkutano utakuwa una mashiko. Who is Kiganja? Pamoja na povu hilo walio walitoa Simba, lakini Kiganja mwenyewe anasema, mimi binafsi niko live, yaani mtu aniseme, yaani vyama vyote vinichukie, lakini vifuate sheria. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.